Ameshakata tepe kama ishara ya kuzindua nyumba ile na anaonyesha hati ile eakananchi zake zimeongezeka. Hapa Mheshimiwa Rais alipokuja akamwona na akaelekeza tumpeleke shule. Baada ya kuzungumza naye, akasema huyu anaweza kufanya vitu vingi, mpelekwe shule huko yeye pamoja na katokgile kadogo kakiume kapeleka sana haraka sana sim akaenda huko na akatulia, kaanza kusoma. Pamoja na hivyo, wataalamu pia walikuwa wanaona kila wakati kwa ajili ya kujaribu kumfanyia counseling na kumweka sawa. Tukio hilo lilikuwa kubwa, lakini hatimaye nimeweza, lakini kwa huduma na serikali na kwa kuangalia mahitaji yake maalum, sababu wenye nguvu, hata kama hakuwa na nyumba anaweza kuchakalika tena, yeye anafanyay Mheshimiwa Rais akaelekeza tena ijengwe nyumba moja ya ziada kwa kuwa hii sehemu ni kubwa, ijenge nyumba na yeye aweze kupata kwao, na si pia tunafurahia kwa kweli. Mimi nikiwa kama kwana naenda kumshukuru Mungu kwa, kwa sababu bado nipo, nilikuwepo maporomoko, niliyaona. Hali za wananchi wanangi niliziona zinavyoenda zinatengamana, wananchi wengine wanarudi wana kwenye maisha yao, na wanarudi tena katika hali kawaida kama hivi, inanipa furaha kiasi kwamba nasikia kama vile yaani. Ya, natamani kulia lakini kwa furaha, lakini pia tunaishukuru serikali. Si jambo dogo, imefanya, imefanya jambo kubwa sana sana. Sasa nyumba ilipokamilika, halmashauri nao pia wakajiongeza pale pale kwamba sasa huyu ni muhitaji, na wao pia wakatoa zaidi ya milioni tatu kwa ajili ya kumwekea furniture na mnaona sasa. Tukija hapa tunakutana na makochi mazuri, tunakaa tutakuwa tunapiga naye story hapa kwenye makochi, lakini chumbani hapo pana kitanda kizuri na duveti. Chumba cha pili pia kuna kitanda vitu e, vidogo. Kwa kusema kweli, nina imani kubwa hapa sasa. Mheshimiwa mbunge yeye atamwekea tv hapa na kingamuzi kari, sasa, na kingamuzi ili awe anaangalia taarifa za habari, atakuwa anawaona. Atamwekea hapa tv na kingamuzi, mtoto wetu ataangalia pale. Kwa kweli na mimi leo nitakwenda kutafutia kapeti kaba sijaondoka hapa hapa, hapa siao tunakukea kikapeti kizuri na kikapeti kidogo cha pale chumbani kwako, mambo yake yanakuwa mazuri. Tunaona hata miundombinu ndani, ameweza kujengewa miundombinu ya kisasa kabisa, na eneo hili lina maji ya kutosha. Sawa, maji yako ya kutosha na tuendelee kuishukuru serikali, bado inaendelea kuwekeza hapa miundombinu mingine, maji kote huku ukiangalia maji yanatoka ya, ya kutosha sana kwa tunaishukuru serikali imeendelea kututendea sana haki, wanahana kubwa zaidi. Tunaendelea kuiombea nchi yetu mema, tunaendelea kumwombea Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mwenyezi Mungu azidi kumbariki ampe afya aendelee kututumikia. Tuna imani kubwa na yeye kwa sababu mengi tumeona katika utawala wake Francis